Kwa majina anaitwa Teresia Dennis mkuu wa kitengo cha maliasili na uhifadhi wa mazingira Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam. Leo tarehe 25 mwezi wa 3 mwaka 2025 tumekusanyika katika shule hii ya Uhuru mchanganyiko kama uzinduzi wa wiki ya upandaji miti, na hii ni kuelekea maadhimisho ya siku ya upandaji miti au misitu duniani ambayo huadhimishwa kila ifikapo tarehe moja Aprili kila mwaka. Kwa hiyo tumekusanyika mahali hapa kwa kukutanisha wadau mbalimbali ikiwemo walimu na wanafunzi, makampuni ya usafi, wadau wa, wa mbalimbali wa mazingira, watumishi wa halmashauri ya jiji na wananchi, ili kuweza kufikisha ujumbe wa maadhimisho haya muhimu, lakini kuendelea jami, kuhamasisha jamii juu ya umuhimu wa kupanda miti katika maeneo yao na kuitunza, hasa kwa kuzingatia umuhimu wa miti katika uhifadhi na utunzaji wa mazingira, lakini katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ambayo tayari tumeshaanza kuyashuhudia katika jiji letu la Dar es Salaam kwa wiki hii kuanzia hii tarehe 25 mpaka tarehe moja tumepanga kufanya shughuli mbalimbali ikiwemo uelimishaji wa jamii kama ambavyo tumefanya siku ya leo, lakini kupanda miti katika maeneo mbalimbali ambapo tumeanza katika eneo hili, lakini tutakwenda pia katika shule zingine za msingi na sekondari, bonde la mto Msimbazi, ufukweni, ufukweni maeneo ya wazi, lakini na hifadhi za barabara, lakini pia kuendelea kuhamasisha jamii juu ya umuhimu wa kupanda miti katika ngazi ya kanda, ngazi ya kata lengo kubwa la siku ya leo ni kuifikisha ujumbe wa uh, upandaji miti na maadhimisho haya lakini pia kuendelea kuihamasisha jamii juu ya ushiriki wao kwa kuwa utunzaji na uhifadhi wa mazingira ni jukumu letu sote na si la halmashauri au uh, serikali pekee, okay. Kwa hiyo kipekee tunamshukuru uh, mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ambaye ameweza kushiriki, ameweza kuwa mgeni rasmi katika siku ya leo lakini kaimu mkurugenzi kwa kuwezesha na kufanikisha shughuli hii wananchi ambao wameweza kushiriki walimu na wanafunzi, kama ambavyo wa tumewasikia, wana ari kubwa, wanauelewa, na hii imeendana sambamba na kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ambayo inasema, ongeza thamani ya mazao ya misitu kwa uendelevu wa rasilimali kwa kizazi hiki na kizazi kijacho. Ndio maana tukaona umuhimu wa kuwahusisha wanafunzi katika maadhimisho haya au uzinduzi, hi, uzinduzi huu wa upandaji miti ili tuweze kuifikisha hii elimu kwa watoto ambao wa sasa hao ndio kizazi kijacho, kwamba hiki wanachokipata siku ya leo waweze kukitumia kwa ajili ya uendelevu wa rasilimali kwa kizazi kinachofuatia, na wao ndio wataubeba huu ujumbe kwa ajili ya wenzao kwa siku za baadaye. Aa, kwa siku za karibuni pia tumeendelea kuona mwitikio mkubwa wa wananchi na wadau mbalimbali. Uh, siku za mwanzo tulikuwa tunapata ushirikiano mkubwa kutoka kwa wakala wa misitu Tanzania TFS, sana lakini, kwa sasa tumeendelea kupata mwitikio kutoka kwa wadau wengine zaidi, kama ambavyo tumeona leo, tumekuwa na kampuni ya, ya, ya vinywaji TBL, lakini tumekuwa na uh, NGO zingine mbalimbali za uhifadhi wa mazingira, lakini wa kawaida, na wananchi wengine wa kawaida wamekuwa wakijitokeza, na tumekuwa tukipokea pia maombi mbalimbali mbali kutoka kwa watu binafsi, taasisi Uh, wakiomba kupatiwa miti sasa kwa ajili ya kuipanda katika maeneo yao. Kwa hiyo ni waombe wananchi wetu, wakazi wa wilaya wa ya Ilala kuweka mkazo katika upandaji wa miti na kuitunza na kushirikiana na serikali katika kukijanisha wilaya yetu ya Ilala kwa ajili ya uendelevu wa rasilimali za sasa na kizazi cha baadaye.